Mambo saba yanayokuzuia usiwe na pesa na jinsi ya kuyashinda. Karibu sana kwenye PesaVibe, mahali ambapo tunajifunza jinsi ya kukuza pesa, kujenga nidhamu ya kifedha na kuishi maisha ya mafanikio kwa lugha rahisi ya Kiswahili. Leo tunachambua mambo saba ambayo huenda yanakuzuia kuwa na pesa hata kama una kipato kizuri. Ukiyajua na kuyashinda, utashangaa mabadiliko utakayoyaona. Usiondoke, hili ni somo la maisha. Hebu tuingine moja kwa moja. Moja, hutunzi rekodi ya matumizi. Unafahamu unaingiza kiasi gani kwa mwezi, lakini je, unajua kinaenda wapi? Wengi wetu tunatumia hela hadi mwisho wa mwezi, hatuelewi zimeishaje. Kama hujui pesa zako zinaishia wapi, hutawahi kuzijua vizuri. Suluhisho: anza kuandika kila matumizi yako, hata 500 ya juice. Tumia daftari au app rahisi. Jua unachopaswa kupunguza. Sababu ya pili, unategemea chanzo kimoja cha mapato. Mshahara pekee hautoshi tena. Gharama zinapanda lakini mshahara hauongezeki. Leo unaweza kuwa na kazi, kesho ukapoteza ghafla. Mfano, mwaka 2020 watu wengi walipoteza ajira. Waliokuwa na biashara ya pembeni waliendelea kuishi. Suluhisho, tafuta side hustle, tafuta ujuzi unaweza kuuza, hata kama ni online. Kitu kidogo kinaweza kukuokoa kesho. Sababu ya tatu, unakopa kwa anasa, siyo uwekezaji. Kukopa siyo tatizo ila tatizo ni sababu ya kukopa. Kukopa kununua simu mpya, nguo au kwenda outing, hiyo ni sumu. Deni jema ni lile linalokusaidia kutengeneza pesa, kama mtaji wa biashara. Suluhisho: kabla hujakopa, jiulize, je, hili deni litaniingizia pesa? Kama jibu ni hapana, achana nalo. Sababu ya nne, huna nidhamu ya kifedha. Nidhamu ni kufanya maamuzi magumu kwa sababu ya malengo yako wengi tunalipwa leo kesho tumebakiwa na elfu kumi tu kwa nini hatuna mipaka suluhisho tengeneza bajeti tumia kanuni ya hamsini thelathini ishirini asilimia hamsini mahitaji ya lazima asilimia thelathini matumizi ya kawaida asilimia ishirini akiba na uwekezaji jifunze kusema hapana hata kama una hela mkononi sababu ya tano unaishi kwa kujilinganisha Unamwona rafiki yako ana viatu vipya, unajisikia vibaya, unanunua hata kama hukupanga. Hii ni tabia inayoiba pesa zako polepole pole. Kumbuka kila mtu ana wakati wake, kila mtu ana background yake. Suluhisho: jilinganishe na jana yako, siyo Instagram ya mtu mwingine. Sababu ya sita, hukujifunza elimu ya fedha. Shuleni tulifundishwa algebra lakini hatukufundishwa kuhusu pesa hiyo haimaanishi tukae kimya. Tunahitaji kujifunza sisi wenyewe. Suluhisho: soma vitabu kama The Richest Man in Babylon, Smart Money Woman na fatilia pesa vibe. Elimu ya fedha ni silaha ya uhuru wa kiuchumi. Sababu ya saba, una hofu ya kuanza. Unasema nitafungua biashara lakini bado sijajiandaa. Mwaka unapita, miaka inapita. Ukweli ni huu. Hutaweza kuwa tayari kabisa, lakini unaweza kuanza na kidogo. Suluhisho: andika lengo moja tu la kifedha wiki hii, fanya hatua moja leo. Bora kuanza vibaya kuliko kutokuanza kabisa. Haya ni mambo saba yanayoweza kukuzuia kuwa na pesa, na zuri ni kwamba unaweza kuyashinda yote. Hakuna mtu anayezaliwa na maarifa ya pesa, tunajifunza Chagua moja kati ya haya saba na uanze kulifanyia kazi wiki hii. Ukiweza moja, unaweza yote. Kama video hii imekugusa zaidi, usiache kubonyeza like, subscribe na notification bell ili usikose somo linalofuata. Ni lipi kati ya haya saba limekugusa zaidi? Andika jibu lako hapo chini kwenye comments. Kwenye video ijayo tutaangalia njia tano za kuongeza kipato bila kuacha kazi yako. Stay tuned maana huu ni mwanzo tu.